yake atimize wajibu wake leo sina maneno mazuri mazuri na hayo kama yatakukera shauri yako lakini hayo ndiyo ambayo mimi nataka niyaseme kwa sababu tunataka kuona maji yanatoka kwa ajili ya wananchi wa Serengeti watanzania wa sasa sio wa mwaka 47 sio watanzania wa kuambia tuko kwenye mchakato ni watanzania wanaohitaji kujua tumefikia hatua ipi na lini watapata huduma sasa mchakato wa kwamba tunajenga mradi wa maji sisi hatutaki kusikia, kwa sababu hatuna hiyo shida ya fedha katika huu mradi. Huu mradi fedha yake ipo, haina changamoto yoyote. Kwa hiyo sisi hatutaki kusikia mchakato. Mkandarasi sitaki kusikia tuko kwenye mchakato wa kuandaa mazingira ya kuchimba, bomba hapa lipite, sijui nini. Huu mchakato sitaki kusikia, lakini pia kuna idadi ya wafanyakazi wanaotakiwa kuwepo katika mradi huu hawapo na hawana vigezo vinavyostahiki kuendesha mradi wa kiasi cha bilioni 21. Sasa maelekezo yangu, maelekezo yangu ni kuhakikisha, kwanza kabisa, wahakikishe wanaongeza idadi ya wafanyakazi wenye vigezo stahiki ambao watakuja kuifanya kazi hii kwa muda ambao tutakuwa tumewapangia eh. Lakini pia wafanye kuandaa mazingira ya kufanya kazi usiku na mchana, lakini vile vile ndani ya wiki mbili kuanzia sasa, ndani ya wiki mbili kuanzia sasa, tunataka tuone subcontractor amepewa vifaa vyote anavyohitaji ili kuhakikisha kwamba mradi huu unaendelea bila kusuasua. Lakini jambo la pili mradi huu umeongoza kwa kukimbiwa na wafanyakazi, wafanyakazi ambao wana vigezo, wafanyakazi ambao wanatamani kuwa sehemu ya mapinduzi ya sekta ya maji ndani ya nchi yao, kwa kutumia akili zao na maarifa yao, wamekuwa wakikimbia kwa sababu hawalipwi mishahara. Sasa naagiza, nataka subcontractor, wafanyakazi wako wote utakaowaleta, naomba orodha hiyo uikabidhi kwa DC na uikabidhi wizara ya maji kupitia kwa uh, consultant wetu tukishaipata, na tupate kila malipo yao kila mwezi, yani ushahidi wa malipo ya mishahara yao ya kila mwezi eh? Sisi tujilizishe kwamba mradi huu na wafanyakazi wanaofanya katika mradi huu ni wakina fulani, wana vigezo fulani vilitamkwa kwenye mkataba, lakini mishahara yao inaendana enzipa maelekezo ya serikali na sheria ambazo zinaongoza wakandarasi. Kwa hiyo tunaamini kwamba haya yote kwa pamoja hizi changamoto ndogo ndogo, kwa pamoja tukizifanyia kazi na kukamilika, basi mradi wetu utaenda kwa haraka. Lakini pia ile distribution line ya kilometa 30 nawaelekeza ndani ya miezi miwili ndani ya miezi miwili, narudia, ndani ya miezi miwili. Within two months that distribution line for 30 km should be complete. That is my instructions. Mradi huu mheshimiwa DC hauna changamoto yoyote ya kifedha, maana yake ni wao kukamilisha hatua mbalimbali na kusubmiti hati ya madai na kulipwa, na mpaka dakika hii hakuna hati ya madai yoyote ambayo imebaki haijalipwa. Kwa hiyo kila hatua wanalipwa kulingana na ambavyo tumekubaliana. Kwa hiyo huu, ndio maana nasema ni uzembe wa kimataifa. Kwa hiyo tunataka kuona kwamba mradi huu unakamilika na watu waanze kupata huduma ya maji na safi na salama.